Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM daily Politics, ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutokea hapa afrika Mashariki. Naam watazamaji, fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kule nchini Tanzania kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ziliwaathiri Wakenya kwa njia moja ama nyingine. Wakenya ambao walikuwa wanaishi kule nchini Tanzania, kuna baadhi yao ambao walijipata taabani. Kuna baadhi yao ambao hata waliweza kupoteza maisha yao kutokana na hizo ghasia na fujo, maandamano makubwa ambayo yalikuwa yanafanyika kule nchini Tanzania tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili kupinga uh, uchaguzi wa mwaka 2025 na pia kupinga kuchaguliwa kwa mama Samia Suluhu na sasa utazamaji wangu, baada ya hizo fujo na ghasia kukamilika, mambo ndio yamezidi kuwa mabaya zaidi kwa Wakenya ambao wanaishi kule nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania sasa hivi, utazamaji wangu, imeanza kuweka lawama kwa Wakenya na kuwasingizia kwamba wao ndio walikuwa, ndio walikuwa mstari wa mbele kuongoza maandamano dhidi ya utawala wa Samia Suluhu kule nchini Tanzania na kwa hivyo watazamaji wangu, sasa hivi wewe kama ni Mkenya ambaye uko kule nchini Tanzania, ujue ya kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuwawinda, imeanza kuwakamata Wakenya ovyo ovyo na kuwaweka vizuizini, wanawekwa police station, wengine wanashtakiwa. Uh, kama unapatikana kule mtazamaji wangu na umekuwa ukiishi kule bila idhini ama bila stakabadhi ambazo zinafaa, sasa wewe mtazamaji wangu, ujue uko taabani. Wengi wao wameanza kurudi hapa nchini Kenya kwa sababu wao sasa hivi wanakamatwa kiholelaholela wanafikishwa mahakamani, wanashtakiwa ya kwamba wao wow, ndio walikuwa kule kuongoza ama kuchochea yale maandamano ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu. Ni maandamano ambayo watazamaji wangu sisi wa Kenya hayakutuhusisha kwa njia yote ile, lakini vile ambavyo Watanzania walifanya maandamano yao ni sawia na vile ambavyo Wakenya wamekuwa wakifanya maandamano, na kwa hivyo vile ambavyo wao walifanya maandamano makubwa kwa mara ya kwanza, inaonekana ni Wakenya ndio waliweza kuchochea, ndio waliweza kuwafanya Watanzania waingie kwenye hayo maandamano. Kwa hivyo sasa hivi watazamaji wangu kule nchini Tanzania, kuna msako mkubwa ambao unaendelea kufanywa kwa Wakenya. Kama unaishi kule kikazi, kibiashara, ujue ya kwamba sasa hivi watazamaji wangu mambo yameanza kuwa mabaya zaidi. Na tukirudi hapa nchini Kenya, nayo serikali ya nchi ya Kenya inasema vipi kuhusiana na Wakenya ambao wako kule, na nchi ya Tanzania pamoja na nchi ya Kenya wanashirikiana vipi ili kutatua hili swala baada ya fujo na gasi ambazo ziliweza kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Kabla sijaendelea zaidi, mtazamaji wangu, na kuomba, uh, uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, baada ya hayo maandamano ya kule nchini Tanzania, kuna ripoti ambazo tumeanza kuzipata sasa hivi kwa ya kwamba kuna baadhi ya wanaharakati wetu kutoka hapa nchini Kenya ambao wanatafutwa na serikali ya Tanzania, wamewekewa wanted, na endapo watadhubutu kuelekea kule nchini Tanzania, watazamaji wangu, hawa wanaharakati watakamatwa na wawekwe kizuizini. Kuna huyu blogger ambaye anajulikana kama Cyprian Yakundi na kuna mwingine anajulikana kama Nelson Amenya. Hao wote watazamaji wangu ni wa kutoka hapa nchini Kenya, ni wanaharakati ambao wamekuwa mstari wa mbele kutaka haki kwa Wakenya na hata kwa nchi jirani, na walikuwa mstari wa mbele sana kuelezea matukio ambayo yalikuwa nafanyika kule nchini Tanzania, hasa kuhusiana na hayo maandamano ambayo yalifanyika kuanzia tarehe ishirini na tisa mpaka tarehe thelathini na moja. Sepren Nyakundi amekuwa akiwaelimisha wananchi na kuwafahamisha kuhusiana na hayo matukio ya maandamano kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, iwe ni X ama pale Facebook, na amekuwa aki akiungana na wakenya waendelee kutetea haki zao, wamngatue mama Samia Suluhu, watafute uongozi mzuri, watafute demokrasia watafute haki zao, lakini vile ambavyo yamekuwa akifanya vibodozi wangu, ni jambo ambalo halijakuwa likifurahisha serikali ya Tanzania, na sasa wamemwekea wanted a. Tanzania Intelligence Service sasa hivi wamemweka katika orodha ya watu ambao ni wanted kule nchini Tanzania. Hii ina maana ya kwamba sasa hivi saprene ya kundi maisha yake yamo hatarini, hawezi akasafiri kule nchini Tanzania katika ziara zake zile zote, kama ni za kujivinjari kibiashara ama ziara zote ambazo alikuwa amezipanga kwenda kufanya kule nchini Tanzania. Sasa itabidi amezikata zote, amezi cancel kwa sababu aa, yeye yuko wanted, na akifika kule huenda akakamatwa akakuwa abducted, ama akateswa akiwa kizuizini. Aa, miezi miwili iliyopita, watazamaji wangu, pia kuna matukio ambayo yatendeka kule nchini Tanzania, ambapo kuna wanaharakati wetu ambao walikamatwa kule. Aa, kuna Boniface Mwangi ambaye alikamatwa, akateswa, akadhulumiwa na mwisho wa siku akajipata ako hapa nchini Kenya. Sasa, sasa utasemaji wangu kule nchini Tanzania ni nchi ambayo imewekea huyu blogger wetu hapa nchini Kenya, Cyprian Nyakundi pamoja na Nelson Amenya wakawekewa wanted na wanatafutwa na Tanzania Intelligence Service. So, wakijaribu tu kuingia kule huenda uh, mambo yakakuwa mabaya zaidi. Kenyan bloggers Cyprian is Nyakundi and Nelson Amenya have been placed on a death list by Tanzania Intelligence Allegedly inciting Tanzanians to riot against the government of President Samia Suluhu. So, unaona watazamaji wangu, hao wawili wamewekwa kwenye orodha ya watu ambao watauawa na nchi ya Tanzania ama National Intelligence Service endapo watadhubutu kuelekea kule nchini Tanzania uh, kwa shughuli yoyote ile kwa sababu wao uh, walionekana kuchochea zile ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kule nchini Tanzania. Nao viongozi wanasema vipi watazamaji wangu kutoka hapa nchini Kenya kuhusiana vile ambavyo wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya wamekuwa kikamatwa nchi jirani, kama vile ambavyo Bob Njagi pamoja na Oyoo walikuwa wamekamatwa kule nchini Tanzania, kule nchini Uganda kwa siku 39 wakiwa kizuizini, wanaendelea kuteswa na kunyanyaswa. Kuna huyu kiongozi mmoja ya maseneta kutoka hapa nchini Kenya kutoka kule Rift Valley, Samson Cherege, yeye, yeah, anasema ya kwamba anawahimiza viongozi kama Samia pamoja na Museveni wakati hao wanaharakati wetu watajaribu kuelekea kule Aa, kujaribu kupinga serikali zao basi wao wadili na wao vile ambavyo inafaa, wao wakamate kulingana na katiba ya huko kulingana na sheria za hizo nchi zingine, na waweze kudili na wao bila kuwahurumia. So unaona watazamaji wangu, serikali ya nchi ya Kenya haikubaliani kabisa na hao wanaharakati wetu vile ambavyo wanaonekana kuchochea kutafuta haki katika nchi zingine, kwa mfano kule Tanzania pamoja na kule Uganda. Hizi nchi mbili watazamaji wangu, ni nchi ambazo ukilinganisha katiba zao na ile katiba ambayo sisi tunatumia ni tofauti sana, kwa sababu hizi nchi mbili watazamaji wangu azitumii katiba ya kidemokrasia kama hii yetu. Ukienda kule nchini Tanzania watazamaji wangu, ndio kubaya zaidi. Katiba yetu na yao, a, ni mambo mawili tofauti. Na kwa hivyo Cyprus ni kundi vile ambavyo amekuwa mstari wa mbele akiwahimiza watanzania akiwaomba watanzania watafute demokrasia na katiba mpya. Sasa ni jambo ambalo huenda likamweka Manataka ni kupatia fursa ya mtazamaji wangu weze kusikiza ujumbe kutoka kwa Samson Chiregei, akiwahimiza hawa marais wawili Samia Suluhu pamoja na Museveni kudili na mwanaharakati yoyote kutoka hapa nchini Kenya ambaye ataonekana kuingilia mambo ya nchi zao, kabla zia kuekea hii video, mtazamaji wangu kutoka kwa Samson Chiregei. Ningependa kukuomba, uh, we mtazamaji kama ndio mara kwa yako ya kwanza, uh, jiunge nami kwa kusubscribe. Kwa kwanza, Punde. Stop exporting your bad manners to other countries. Stop it Don't the countries of Uganda, Tanzania are foreign countries. Tunashukuru Mweshimiwa Museveni alikubali kuachilia akina hawa bom jagi na wale wengine activist. Wezienda kwa nyumba ya mutu unaanza kukoragana? Mimi nataka nimuulize Mweshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mweshimiwa Museveni, i want to ask president Museveni and president Samia Suluhu Hassan if you get any busy bodies activist Who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa warudishe nyumbani tuwamalizie. Every country iko na sheria na tabia zake. Nataka niombe wa Kenya ya kwamba saa zile tuko katika sehemu hii yetu katika Afrika Mashariki, ukienda kule Uganda, ukienda kule Tanzania, ukienda kule Burundi, tuheshimu tabia na mienendo za watu ya uko, au namna gani? vilevile wale uheshimu tabia na mienendo za watu ya Kenya. Naam, mtazamaji, huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa mmoja ya maseneta hapa nchini Kenya, ambaye anaonekana kukubaliana na mpango wa nchi ya Tanzania ama Uganda kuendelea kuwakamata wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya ambao wanaonekana kuingilia mambo ya serikali za nje. siju maoni yako ni gani mtazamaji wangu kuhusiana na huo ujumbe kutoka kwa Samson Cherogei. Je, unakubaliana na matamshi ya Cherogei ya kwamba hawa activists wetu ama wanaharakati wakamatwe na kuwekwa kizuizini na serikali za nchi kama vile Uganda pamoja na Tanzania? ni achia maoni yako hapo kwenye eneo la mchambuzi wangu kuhusiana na hayo matamshi na hizo hatua ambazo uh, Samia Suluhu pamoja na Museveni wanastahili kuzichukua dhidi ya mwanaharakati yoyote kutoka hapa nchini Kenya ambaye atakuwa anafika kule kwa ajili ya kutaka kuingilia mambo ya serikali zao. Ha, na pia watazamaji wangu kuna jambo lingine ambalo nilikuwa nimekufahamisha kuhusiana na Wakenya ambao wako kule nchini Tanzania. Kama uko na ndugu yako, dada yako, mama yako, baba yako ambaye alikuwa anaishi kule nchini Tanzania, ni vizuri ukue unamjulia ha, je yupo salama mahali ambapo alipo, anaendeleaje? Kwa sababu huenda ha, ako kizuizini, anaendelea kuteseka, bado hajapata haki na huenda akafungwa, kwa sababu serikali ya nchi ya Tanzania imeanza kuchukua hatua kali kwa hawa Wakenya ambao walikuwa kule kwa sababu wao ndio wanashukiwa wa kwanza ya kwamba walichochea kwenye hayo maandamano na fujo na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kule nchini Tanzania. Uh, kusubscribe, BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, kuwafahamisha.